Asalamu alaikum na karibu katika udukuzya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa tatu mwaka 2025, siku ya Jumanne. Ramadhan 17 kwa wale ambao wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualikia kunako dukuziya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzeina na hii ni Toka Zamani TV kuba nikukumbusha kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. bila kusahau usisahau kuacha maoni yako kwenye comment hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV, na bila kupoteza wakati tunaanzalukuzia siku hii leo kwa kulitazama gazeti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 ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili serikali kuendelea kumwenzi Magufuli ya habari katika ukurasa wa saba. Dawa anza kujiandikisha kuboresha daftari la kura, habari katika ukurasa wa tatu. Thamani vitege uchumi NSSF juu asilimia 92, pia thamani ya mfuko yaongezeka kiwango cha pensheni kupanda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 kuna kamdudu kule kanatembea tembea, tembea. rushwa inawafanya wafanye vitendo vya hovyo sana. Niwaambie sana watumishi kwenye sekta hii, kila mmoja sasa aseme na moyo wake, aseme na kwenda kubadilika na kuhudumia nchi yangu. Habari kamili ni katika ukurasa wa nne. Gazeti hili limeandika Askofu iwe muugizi asiyeona aliyefanya JPM mwongo. Habari katika ukurasa wa pili hadi ukurasa wa tatu nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Askofu Severin ni Mugizi. Anasema kwa mabaya yoyote aliyofanya tumsamehe, tuachane nayo, lakini yale mazuri tujifunze. Asiyemsamehe Magufuli huyo sio Mkristo. Wapo waliomchukia kwa yeye kulinda rasilimali za nchi, alipenda nchi. Yale mazuri tumkumbatie na tujifunze kutoka kwake, kumwombea apumzike kwa amani. Bunge la jitosa ukarabati wa MV Magogoni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita. Kamati ya huduma ya bunge ya miundombinu imeelekeza serikali kutoa fedha zilizoidhinishwa na bunge katika bajeti ya mwaka uliopita, ili kukamilisha malipo ya matengenezo ya kivuko cha MV Magogoni kilichopo nchini Kenya. Kivuko hicho kilipelekwa kwenye matengenezo Mombasa nchini Kenya Februari mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa sita wa gazeti hili. Mwananchi limeandika magari ya kubebea taka nayo takataka. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti Majira katika ukurasa wake wa mbele limeandika, Rais Samia mkabidhi rungu waziri wa ardhi, amtaka washughulikia watendaji wanaosababisha malalamiko ya ardhi, azindua mfumo wa kidijitali utakaoondoa umilikaji kiwanja mara mbili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa gazeti hili. Mama Janet, viongozi wa dini wamwombea Magufuli, habari katika ukurasa wa tano. MSF yapongeza tangazo la mwisho la mlipuko wa mabagi mkoani Kagera, habari katika ukurasa wa tano. NSSF kuzalisha tani elfu hamsini za sukari, habari katika ukurasa wa tano. Gazeti limeandika Waziri Jafo agiza msako mkali Kariakoo, habari katika ukurasa wa pili. Uchunguzi wa kimaabara waongezeka kwa asilimia ishirini na moja habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne serikali ya DRC inahujumu mazungumzo ya Angola. Habari katika ukurasa wa 19 njia za kienyeji zinavyotumika kwenye uzazi wa mpango badala ya za hospitali. Habari katika ukurasa wa tisa hadi ukurasa wa kumi na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku Nipashe. Mwanga Jamii katika ukurasa wake mbele limeandika inatisha, kamati ya baini wageni wanaohodhi kila kitu Kariakoo, madudu kibao yabainika habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. NSSF yaibuka na hoja kuwapa mafao haraka wanaoachishwa kazi au kuacha kazi. habari katika ukurasa wa tatu, sera ya ardhi ya jana mambo sita, Samia afikiria kufuta cheo cha kamishna wa ardhi. habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, vigogo Chadema waitwa kujieleza na no reform no election. habari katika ukurasa wa 18, mgogoro wa fukuta uongozi mpya waliofukuzwa TLP. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, kesi ya mauaji ya kigogo CCM Iringa yapigwa kalenda tena, utetezi waiangukia mahakama. Habari katika ukurasa wa nne, dawa wapokea vyema uboreshaji daftari la kudumu la wapiga kura. Habari katika ukurasa wa nne, makala maalum, tembo wabadili tabia, wala bamia, alizeti na pilipili pili, wenyeji waeleza kisa na mkasa. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili lakini vya gazeti nipashe limeandika Simba Queens Yanga Princess kumaliza ubishi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na nne na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ni pashe mwanga wa gazeti jamii. Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima, lenyewe limeandika Rais Samia wajia juma ofisa ardhi aonya kuhusu vitendo vya rushwa na kujilimbikizia viwanja, asema mfumo wa utoaji hati kielektroniki utaumbua wengi wenye tabia hiyo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mradi wa BRT awamu ya tatu amefikia asilimia 80. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya amesema mradi wa mabasi yaendayo haraka BRT awamu ya tatu amefikia asilimia 80, huku ukigharimu bilioni 136. Anayedaiwa kuwa mke shemeji mtoto apinga maelezo kortini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Mahakama ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam iliyoketi katika mahakama ya Kivukoni wilaya ya Kinondoni imemhukumu Kelvin Jaum kifungo cha miaka kumi gerezani baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kuua bila kukusudia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na tisa. Wasira, viongozi wa dini bebeni ajenda ya amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Ajali ya uo mkuu wa polisi kuzikwa leo. Habari katika ukurasa wa ishirini. Lukovi. Tuendelee kumwenzi Magufuli, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita. Msekwa awasihi wa Tanzania kufuata nyayo za Nyerere, asimulia kuhusu marando na g55, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, pata nakala yako, someko ndani zaidi. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dk. Mwinyi ahimiza waumini kufuata miongozo ya dini habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Dr. Samia Mtaka mtakandejembi kuwashughulikia wanaolalamikiwa, habari katika ukurasa wa tatu. Serikali yathamini mchango wa ZNCC Hemedi, habari katika ukurasa wa tatu gazeti hili. Osman ajiandikisha daftari la wapiga kura, habari katika ukurasa wa tatu. China yakataa mwaliko wa EU, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa kweli na uwazi, pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Ninalo gazeti la Machinga, lenyewe nimeandika Rais Samia shusha rongo ardhi, Mtaka waziri ndejembi kuchukua hatua wa dhidi watendaji wazembe wa wizara ya ardhi, ni wale wanaokwamisha majukumu na kusababisha malalamiko kwa wananchi. Sera mpya ya ardhi sasa kuwa mwarobaini wa migogoro, akabidhi magari sabini pamoja na vitendea kazi vingine kwa ajili ya kuimarisha usimamizi wa ardhi nchini. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ainek yatoa daa kwa kishindo, mamia wajitokeza vituo vya uboreshaji daftari la mpiga kura, watu laki sita wanatarajiwa kuandikishwa. Habari meniko kwenye ukurasa wa tatu. Wasira wapa kibarua kamati za amani nchini, habari katika ukurasa wa nne. NMB yafuturisha Pemba, yaomba kuongeza matawi mawakala ATM, habari katika ukurasa wa tatu. Viongozi washiriki baada ya kumwombea hayati Magufuli, habari katika ukurasa wa tatu, na kivindivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Pata na kada yako wasome kwa unndani zaidi. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani, kwenye magazeti ya michezo na burudani mkononi mwangu linalo gazeti Mwanaspoti kata akiwa michezo na burudani lenye limeandika, anawahi madokta waeleza upasuaji wa Shemalo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Jeraha nyuma ya paja ni jeraha linalosumbua wachezaji wengi Pumzi ya moto, neno lililozua kasheshe. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha inaonyesha Wallace Karia na wachezaji wa Simba na Yanga. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na nne. Coastal na wenzao wana nini? Hili ni swali ambalo majibu yake yapo kwenye kurasa za ndani za gazeti Mwanaspoti. Lakini pia gazeti hili imeandika Sowah Yanga kumekucha. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili kufuzu World Cup ni tarehe 26 Morocco dhidi ya Tanzania saa sita na nusu usiku. Lakini vya gazeti hili limeandika Newcastle imeshinda, nini kitatokea? Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili. Mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tano ndiyo ilikuwa mwaka wa mwisho kwa timu hiyo kubeba taji hilo, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi magazeti ya habari habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika KMKM yampandisha cheo Baka. Beki wa kimataifa wa Tanzania na Yanga Ibrahim Hamad Abdullah Baka amepandishwa cheo kutoka copro kuwa sajini ndani wa taarifa hini katika kurasa za ndani za gazeti hili. Simba Queens Yanga Princess kisasi leo. Ligi kuu ya wanawake Tanzania bara itaendele leo kwa mchezo mmoja ambao simba watawakaribisha Yanga Princess katika uwanja wa KMC Dar es Salaam. Lakini pia gazeti hili imeandika Nyambui ajipanga kurudi RT. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika kivumbi kufuzu kombe la dunia Afrika. Habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Mcaith amtema Odhiambo Harambee Stars. Habari katika ukurasa wa ishirini na mbili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.